Leo tunaenda kumrate Antony Mavunde, mbunge wa Dodoma mjini. Amefanya nini huyu mshikaji? Dodoma mjini, kwanza, kwenye masuala ya kuwawezesha vijana bodaboda na bajaji, walikuwa wanataka kuanzisha kikundi chao cha SACCOS kama wao wanakopishana, kusapotiana kwenye masuala ya biashara, halafu mtu anakuja anarudisha zile fedha. Sasa changamoto ikawa ni fedha ya kianzio kuuliza mna shilingi ngapi sisi tuna kiasi kadhaa mkuu. Aha, nia yenu ni nzuri, proposal yenu ni nzuri, ni nzuri. Kawachapa milioni 15 cash. Shikeni hiyo hapo. Anzeni kikundi chenu. As we speaking, tayari milioni saba imeweza kuzungushwa na kurudishwa. Vijana wa bodaboda na bajaji Dodoma mjini wamepata sapoti ya shilingi milioni 15 kutoka kwa mbunge. Mbunge wao kafanya nini? au bado wanaona bodaboda sio ajira rasmi? Lakini kwenye wanawake sasa, kulikuwa na wanawake wengine ambao nao wameunda vikundi ili waweze kufanya kilimo cha zabibu, sio unajua Dodoma kwa zabibu. Basi nao wakalegalega, wakajikusanya kusanya, lakini hela inapelea, wakafika kwa mbunge wao. Mbunge, mbunge wao akawachapa milioni kumi cash. Shikeni hela hiyo mkalime. As we speaking, hao wanawake tayari washaji ajira, wanalima kwa vikundi sasa hizi zabibu zao. Milioni kumi wamepata support kutoka kwa mbunge wao. Haya, kwenye swala la elimu kwenye swala la elimu, Antony Mavunde alinunua vifaa vya maabara za shule za sekondari laboratory apparatus za shilingi milioni tisa akazikabidhi kwenye shule ya sekondari. Na kama haitoshi, akasimamia ukarabati wa shule za zamani ambazo zimechakaa, mfano shule ya msingi Uhuru. Lakini pia amesimamia ujenzi wa shule mpya kama Buyuni. Shule ya Buyuni ameijengea madarasa sita na ofisi mbili, shule ianze kazi mara moja. Hawasapoti vipi wafanyabiashara wa eneo la Dodoma mjini? Kulikuwa na wamamalishe ambao wao kazi yao ni kuuza chakula kwenye hospitali ya rufaa ya Dodoma, lakini walikuwa wana mazingira mazuri ya kazi. Mbunge wao, nyie, kuna watu wana wabunge jamani. Mbunge wao, mbunge wao akawajengea jengo maalum, akawajengea canteen ili wao wao wanaweza kupika na kuuza chakula ndani ya ile hospitali ya rufaa ya Dodoma. Lakini ingekuwa mbunge mwingine, angewambia tu wahame. Anyway nisiwape makasiriko. <laughs> Lakini ndani ya soko la saba Saba lililoko Dodoma, Antony Mavunde amewachangia vifaa na fedha vikundi vya biashara vilivyoko ndani ya lile soko. Au tutakuja kuambia nini na mbunge? Sasa naelewa kwa nini wengine walikuwa wanalia. <laughs> Lakini pia Dodoma kule, kitu kia incident moja ambapo kuna mama mmoja akiwa pamoja na watoto wawili aliangukiwa na ukuta akafariki, alafu watoto wakabaki hai. Anthony akaenda pale akatoa ahadi kwamba atawajengea wale watoto nyumba. As we speaking tayari amejenga ile nyumba na imeikabidhi kwa wale watoto wawili. Huyu mtu ana utu na anajua kutunza ahadi zake. Usisahau, Antony Mavunde pia ni waziri wa madini. Kama waziri wa madini ameachieve nini? Kitu kikubwa ambacho Antony Mavunde amekiachieve baada ya kuwa waziri wa madini ni kuhakikisha ajira nyingi za kampuni kubwa za madini zinamilikiwa na wazawa. Tunavyoongea sasa hivi asilimia 97 ya ajira za kampuni kubwa za madini zinachukuliwa na wabongo tunavyoongea. Lakini pia mapato ya serikali kwa muda mfupi tu ambao amekuwa wa waziri, ameiwezesha wizara ya madini kuchangia shilingi bilioni mia nane sitini na mbili kwenye pato la taifa. E, uwekezaji sasa ameweza kushirikiana na wawekezaji wa kimataifa kama POSCO ambao wanatokea Korea, DFC ambao wanatokea USA, IDC kutoka South Africa, ili kuanzisha viwanda vya kuchakata madini hapa hapa, ili tusiendelee kusafirisha madini kama raw materials kwa, amepandisha thamani ya madini. Sasa hivi tunatoa madini hapa, tunayatoa yakiwa yanatoka with a lot of something and like, zamani unauza tu raw material, hujui hata jinsi ya kuiongezea thamani, si unaelewa? Lakini kubwa zaidi I say, this man is smart. Kuna kitu kinaitwa body cams. Mimi kukielewa. Body cams ni ule utaratibu wa mtu anapewa kamera ambazo zinakuwa kama za CCTV zinanasa sauti pamoja na video, mtu anaivaa na kwa hiyo inakuwa ina record anapokuwa popote pale. Inaonyesha chochote kile anachokifanya. Sasa kwenye machimbo ya Tanzanite, kampuni zinazojihusisha na uchimbaji wa Tanzanite au uuzaji wa Tanzanite, watu wote wanapigwa body cams ili kuepusha madini ya Tanzanite kufichwa na kwenda kuuzwa kwa bei ya kiholela kwa maana hiyo, kuanzia mtu akiingia wa mgodini, watu wanamtazama amechimba, amepata kiasi gani, amepeleka pale kwa supervisor wake, tunamtazama supervisor wake amefanyaje, amepeleka. Hata tukicharge kodi, kodi inakuwa exact na mchakato, tukipanga bei bei ile lazima ndiyo itakayotumika kwa sababu hakuna mtu kuficha madini ya Tanzanite pembeni ili akayauze kwa bei rahisi au kwa bei anayotaka yeye bila serikali kujua. Mchakato huu umeweza kutekelezeka Tanzania, tena kuifanya Tanzania kuwa moja ya nchi za kwanza Afrika ambazo zinatumia body cams only under Anthony Mavunde. Huyu mtu ni man of action. Yaani anaweza akakufanya uhisi wabunge wako hawajui wanafanya nini jimboni. Anaweza kakufanya uelewe uwelewe kwa nini mbunge wako hataki kuwa na njanja. Anaweza akakufanya uelewe kwa nini unahitaji mbunge mwenye exposure. Anaweza kakufanya uelewe kwa nini unahitaji mbunge mwenye utekelezaji badala ya lawama, sio mbunge kila kitu anakupa excuse, mimi nilisema hivi lakini serikali haikufanya, kama vile hana fedha za mfuko wa jimbo Mi naambia ukweli, mwaka huu msipoacha siasa za kimbea, unakuwa na mbunge ambaye kazi yake ni kusimama tu kuongea, fulani hajafanya nini, fulani hajafanya nini, ila sio yeye anataka kufanya nini na anakifanyaje. Mtaishia kuwa na viongozi wa mbea, maendeleo mnayasikia kwa wenzenu.